Nishakuwa sikuelewielewi kama vipi nipunguze? Basi. sana baba, asante sana mama. Ila yote kwa yote namshukuru Mungu, leo nimefanikiwa kuwaona tena. Mwanangu, yaani nakuomba kuanzia leo baba, yaani achana kabisa na hiyo kazi ya uvuvi yaani ni afadhali uwe mchuuzi, uwe unanunua kwa wenzako na kuja kuuza huko kijijini, kuliko kwenda kuingia tena baharini. Kwa kweli nimeteseka sana mwanangu, nimeumia mno. Tumbo la uzazi limeniuma, mimi nilikuwa siwezi kula wala kunywa na kuwaza mwanangu. Nilijua nimeshakupoteza eti. Namshukuru Mungu amenirejeshea mwanangu huko salama. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa nilichokutana nacho pwani nadiriki kusema kuwa kwa sasa hivi ni bora nitafute kazi nyingine, ila kwa kipindi hiki wacha nipumzike tu. Siwezi tena kuirudia ile kazi ya uvuvi, siwezi. Nyomba, kila kazi na changamoto yake. Hizo na changamoto za bahari, ni vizuri vimekuwa salama na mshukuru Mungu, ila anaomba mukapumzike kesho tutakutana katika msiba a Bwana Omar. Sawa mjomba. Ah, dada. Ah, kaka mimi nashukuru sana. Karibu kaka. Haya hamna shida sana. Asante. Aisha, huye uye naitwa <coughs> Abi, familia ya Busati TV. Ah. Mungu akikupa ukilema anakupa na mwendo, siku zote atamwanya nawa fanani na pengo. Zile hadithi za wahenga nilohadithiwa kwamba mapenzi yanaua ni uongo. choka sana baba yangu, mbona umeloa? Hmm? Hmm. Nilikuwa nafua. Mbona nikiangalia mazingira yote sioni dalili yoyote ya kuonyesha wewe ulikuwa unafua hapa? Hmm? Au ule mchezo ambao mara kwa mara tulikuwa tunapenda kucheza mimi na wewe, yaani mchezo wa kumwagia na maji, kuna mwanaume mwingine ulikuwa unacheza naye? Asha, hivi unajua ni wakati gani ambao nimeupitia kipindi wewe haupo? Ni maumivu gani ambayo nimeyapata katika moyo wangu nikiwa na kusubiria wewe? Leo umefika tu unaanza kunishtumu tuhuma hizo. Ni kweli mi naweza nikakusaliti? Na umeshindwa kufikiria kuwa labda nilikuwa nafua mtoni na nguo zangu nimeacha huko zinakauka. Sawa. Maua, maua, bila shaka unafahamu jinsi gani nakupenda, na ndio maana nathubutu kuhisi kama vile unanisaliti. Sio mimi binafsi, tatizo ni moyo wangu. Hata mimi huko nilipokuwa nilikuwa naumia sana, kila nikikumbuka maua wangu, nilikuwa nahisi kabisa sitaweza kukuona tena, kwa mharuba ambao umenifika huko na ndio maana nilivyofanikiwa tu kurudi nimeanza kuja kwako Maua, hii inadhihirisha jinsi gani nakupenda. Naomba nisamehe, Tasha, mimi nakupenda sana, usiwezi kusaliti, najua. Maua, nakupenda pia. nimechoka sana Naweza kupumzika na wewe sahizi? Wapi tena sasa hivi? Nenda kisimani mume wangu. Naomba nisubiri dakika moja tu narudi. Sawa. Sasa we nenda lakini acha unipatie chakula hapa afu utaendelea na safari. Yaani iko hivi mume wangu. Mimi bado sijapika. Naenda kuchukua maji ili nisonge tu ugali. Maana umebaki ugali tu. Kwa hiyo nivumilie kidogo. Yaani mpaka saa hizi chakula kijaiva. Sasa ina maana gani? Au ulikuwa unategemea mimi nile nini? Lakini mume wangu kuchelewa huku ni ile sehemu uliyoniagiza. Ujinga wewe! Kwa hiyo mimi nikikuagiza lazima ratiba zingine zivunjike, si ndivyo? We ulishindwa vipi kupangilia muda wako? kwamba nimeambiwa nifanye hiki, lakini bado natakiwa nifanye hiki, nifanye hiki, nifanye hiki. Hiyo ndo maana halisi ya mwanamke mwenye akili timamu. Kwa hiyo mume wangu, mimi sina akili? Matendo unayoyafanya yanadhihirisha hivyo, kwa sababu hunijali. Unajua, ukizungumzia urafiki wa karibu tuliokuwa nao sisi wawili pamoja na marehemu Omari. Sisi urafiki tulishavuka na tulikuwa katika hatua ya ndugu kabisa, na ndio maana katika kijiji hiki walikuwa wanapenda sana kutuita mapacha watatu. Maana yake kila sehemu ambako tulipokuwa tulikuwa tuko pamoja, tulikuwa hatuachani kabisa. Kwa hiyo sio nyinyi tu kuwa wapweke, hata sisi kwa upande wetu pia tumempoteza ndugu yetu kipenzi. Kwa hiyo kitu ambacho napenda kuwaomba, msiwe na huzuni mkubwa sana kwa sababu ili jambo Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye aliyelipanga. Lakini pia kuhusiana na jinsi mtakavyoishi, sisi tuta tutachukua hilo jukumu, yaani mtakavyotuona sisi muone kama mpo na maremu mali. Ulitakiwa ujue kabisa mume wangu saa hizi anatakiwa kula. Muda wote atafika hapa niandae chakula. Ha, sasa hizi ndio unaendea maji mtoni sijui kisimani. Unategemea mimi nile saa ngapi? Uende huko uchukue maji uje hapa upike ndo nile. Mume wangu ni leo tu. Yaani kosa moja ndo maneno yote hayo. Kila siku mbona nawahi kupika mimi? Kosa moja likiachwa likitendewa uzembe yanakuwa ni mazoea. Na mimi siwezi nikakuacha hii iwe mazoea. Kwa lazima nikwambie kama mume wako. Basi sawa. Mimi nimekosea mume wangu. Naomba uingie ndani unisubirie dakika moja tu tayari. Nyumba gani mimi niingie? Hiyo nyumba inayonuka njaa. Yaani mimi naacha na, na pesa hapa naacha chakula, afu nyumba inanuka njaa afu naambia niingie ndani. Sasa sikiliza. Hayo maji utajua wewe kama utakunywa kama utakula kama utafanya nini, mimi nakwenda kula ninakojua mimi mwenyewe. Eh? Eh. Yaani unaenda kula wapi yani sijaelewa bado. Yaani basi sawa, ngoja nichukue maji haya ya, ya kunywa, nikusongee nikusongea ugali sasa hivi unakula, nimekwambia hivi nitakwenda kula ninakojua mwenyewe, na usiniulize swali sasa. Unaenda wapi? Jamani, rudi ah! Basi nitatumia hata maji ya kunywa, mume wangu eh. Kwa hiyo sasa nikuwekee kuhusiana na kula yenu, kwa mfano Sada hapa gharama za shule akiwa na uhitaji wa jambo lolote lile, basi msisite kutuambia mapema sana. Sisi tupo tayari kuwasaidia muda wowote na wakati wowote ule. Ko, naomba msijione wanyonge, sisi tunaelewana. Uh, na mimi niendelee kuwasihi tu, hampaswi kukata tamaa wala kuvunjika moyo. Najua mnapitia wakati mgumu sana, ila niwaambie tu kuwa hizi ni changamoto na nina imani zitapita, na inawezekana Mwenyezi Mungu anatuletea hizi changamoto ili kupima imani zetu. Kwa hiyo hatupase ukata tamaa, lazima tushirikiane, tuwe na umoja wote, kwa pamoja tusimame imara. Nina imani yote haya yatapita. Mm. Uh, na najua na, kuwa maneno ambayo tumeyazungumza hayataondoa maumivu ambayo mnayapitia ila sisi tunaombea kwa Mwenyezi Mungu, muendelee kuwa na imani na moyo huo huo wa subira, na tuna imani wote tutaipita hii changamoto kwa pamoja, na kama alivyosema Bwana Tasha, tuchukuleni sisi kama marehemu Omari. Tunawapenda sana na tutashirikiana nanyi bega kwa bega kwenye kila kitu chenu.

sana kuna shida gani? Uh, utanisamehe sana Aisha, ila kusema ukweli nimeshindwa kupata usingizi na yote hii ni kwa sababu yako. Yani, nafsi yangu imekosa amani pale niliposikia taarifa za wewe kutaka kuchukua maisha yako. Na hapo umejaribu tu kuchukua maisha yako, je, ungechukua maamuzi kweli ya kujiua? Unadhani ningekuwa kwenye hali gani? Umekosea sana Aisha, unajua. Siwezi kuishi bila wewe. Wewe ndo kila kitu kwangu. Shazma, ina maana Shazma, unanisikia kimya, si ndio? Kuna zawadi nzuri nimekuletea mpenzi wangu, naomba huja upokee. Shazma, sawa. Mi nakutakia usiku mwema tu, nakupenda sana. Ha. Wanasema mapenzi ni hisia za hiari zenye utayari ndani yake. Na mimi unavyoniona hapa, nimeshatayarika kwako. Nimegundua kuwa maisha yangu si chochote bila wewe. Kai, naomba unisamehe sana nahidi kutorudia tena. Alafu mimi mbona niko sawa tu? Ni kweli kwa upande wako upo sawa, ila mimi sipo sawa kabisa. Na naomba nikuombe kitu kabla hujarudi ndani na kuomba uniombee sana ili nipate pesa kwa haraka niweze kukuoa. Maana shetani akiwa na jambo lake, atatumia nguvu zote ili kutimiza kusudio lake. Kwa hiyo mpaka imefikia hatua ya wewe kutaka kuchukua maisha yako, huyo ni shetani na kuomba sana, Aisha, isijirudie tena. Na kuomba kuhusu mimi, ondoa shaka, kuwa na amani. Kai wako bado yuko hai, mwanaume pekee ambaye unampenda hapa kijijini. Yuko salama salmini. Nachelewa mama. Sunono, kumepamba zuka, muda ushaenda. Ndio? Oh, kweli kumepambazuka. lakini mimi pia ni mama yako, natakiwa unipe nafasi yangu. mm -hmm. Nakusikiliza mama. Hivi Kai mwanangu, yule binti unampenda kweli kutoka moyoni? <laughs> Sasa mama, ningekuwa simpendi ningemleta hapa nyumbani kumtambulisha. mm -hmm. Nampenda sana Aisha, zaidi hata Nino nakupenda, najua hapa kijijini kuna wanawake wengi warembo, ila Aisha ndo mwanamke pekee alioteka moyo wangu na aliyekamata akili yangu. Kwa hiyo nampenda sana Aisha, kwenye hilo ndo ashaka. Ah, vipi? Lakini mbona umeniuliza hilo swali? Hamna, mimi nilikuwa nauliza tu, hamna hata shida. Kuna lingine la kuniuliza? Hamna. <coughs> nilikuwa nakuuliza hilo tu. Ah, sawa basi, wacha mimi niwahi pwani huko. Aya basi safari njema. Ah, na ile miogo lioniandalia sijapata nafasi ya kuila, kwa hiyo nimeifunika kwenye sufuria. Basi hamna shida, wewe ukija utaikuta. Ah, sawa mamangu, baki salama. Aya, Mungu akutangulie baba. Aya mama na wewe pia. Aya hivi unajua Sada, ukizungumzia mabiti wa lembo wazuli ambao wamejitunza kwa muda mrefu kwa hapa kijijini ni wewe. Unajua wewe ni mzuri sana, halafu eh, kitu kama hicho huaga kijagi bulebule, si unanielewa? Lazima kuna, kuwa kuna sababu ambayo inafanya mpaka mtu anakusifia. Yani namaanisha kwamba nimetokea kukuelewa, nahitaji kuwa na wewe kimahusiano. Eti limekaje kaje hilo eh? Yani, kwa sasa hivi sihitaji kuwa na mahusiano yoyote. Ala, usiseme hivyo, unakosea. Kwa sababu gani hapo? Unapoteza bahati eh. Wanawake wengi wanahitaji kuwa na mimi kwa sababu kwanza nina mvuto, nina muonekano. si unanielewa? Halafu nina nyota nzuri, yani laiti kama unakuwa mimi unakuwa na mimi nyota yako hata kama imefukiwa basi inafuka wenyewe. Kubali kwene hilo dada, acha kukataa bahati hiyo eh Hala ha, sada mkuu wa mwelewa halafu, sio kwamba lazima mpaka unikubalie leoleo leo. Naweza nikakupa wiki mpaka wiki mbili, ukae ujifikirie kwamba bwana Manga liniambia moja mbili tatu. Unakuja kinachofuata mimi na wewe ni kujaza dunia tu, hapa ni watoto wanalia kama kasuku. Kama nilivyokuambia, sibadilishi maamuzi, siwezi. Labda unaongea hivyo kwa sababu unandoa kichwani, basi wacha nikusaidie. Emleteni kusaidia leti kusaidie, leti kusaidie, kusaidie. Ndo mapenzi yanavyoanzaga hivi. Kuna vijana naye walianzaga hivyo hivyo. Kwa jina la kwa bebe kwateni, twende bebe, mimi tatamiona na nguvu <laughs> ndo <laughs> hivi hivi. Basi nguvu nazo, kwa sababu cha kwanza ni nguvu za kiume. Unatoka na dangu wa kazi. Ukiniangalia u chini unaweza ukazana mimi wewe eh? Unaweza ukapata mtoto wa mimi, ilikuwa naomba uende ukambembeleze uka alafu muda mimi nikiwa najiandaa, huu ni danga lako tu.

Nimemwoa, anataka nizalie mtoto. Tafadhali tumia taaluma yako. Hata huyo jaji, huyu hakim ni lazima asikilize pande zote mbili, na mambo yote ambayo tulianzisha mimi na wewe nyuma yabaki kwenye kumbukumbu kumbu za urafiki tu. Na hmm, si wewe? Bora niende mimi, sio kama umakaba wewe. Sawa yangu utanipa, vinginevyo kuna nini huko? Sasa kwa maana umekuja kunidhihirishia kwamba yeye ni mwanaume jabari, mwanamke amethubutu kumwacha mume wake wa ndoa kwa sababu yako, si ndio? Pete yako ya ndoa iko wapi? Mama mama mama, hebu subiri kwanza. Hatupasi kutumia jazba katika viswala. Leo nataka kujua ukweli. Unanipenda au unipendi? Yaani Chiko ndio Baba Steve. Kama uliweza kuniumba utashindwa vipi zishida wewe kuzitatua? Nishindie. Aya, maisha ni wewe, ana ndugu wanikate, nianguke chini, wasiniokote, nitamwambia Mungu nitete, yatapita. Mungu ah, akikupa wa ukilema, anakupa na mwendo siku zote atamwanya na wafanani na pengo, zile hadisi za wahenga nilohadisiwa, kwamba mapenzi yanaua ni wongo, ni wongo kwako wewe. Sijakosia njia, umeniteka hizia wendo, dereva wa moyo hauna mwengine, nimependa ninapope. Kume, mapenzi ni matamu na msemi, nimependa ninapopendwa. Kume, mapenzi ni matamu na msemi, ameridhika nami na mimi mvuvi, mvuvi.